Bwana, kama unavyojua Masters TV huwa hatubahatishi. <laughs> Unajua maisha ndio hivyo tena. Yaani hapa ndipo na mshikaji tunapiga zetu, tupige zetu story kuhusiana na kila ambacho huwa tunakiona kila siku ambacho tunakuwa tuna, tunakiangalia tuna kimtazamo ki wetu. Niita kabisa ndani ya Masters TV, a, ni Gangi Brand. Yeah. Sa, brandi, brandi, mbona wengi sana wanapenda sana ya kujita ma brandi, brandi sana, maana yake waga, inakuwa inamaanisha nini brandi? Yani inakuwa kama ulijangalazi yako. Eh, eh ukijangalazi yako kifiki, kama unalingana na almorapa gangi lazima uwe brandi. Weka brandi. Weka ndio maana sasa, kama ulivyosema, kama we ni brandi, brandi yako hasasa ni ipi? Brandi yangu ni kuvalisha watu A yeah. Ah, yeah. una, una kiduka fulani hivi cha nguo afu awavisha watu yeah. Unavisha hey? kwa bure? Kwa hela? Kwa hela. Yeah, mimi na kiduka. Na so kusema tu watu ambacho, ambao wanakuja dukani kwangu hata mm. wewe nadhani nikakuvisha ukatokelezea ukaenda kwenye party fulani wakakuelewa Mnyamwezi. Ah, inamaana wewe kama vile modo. Yeah, mimi modo. Sawa. Okay, wage unatumia jina gani hasa kwenye kam... hiyo yani, tuseme kama hicho kibanda chako au ile duka lako Macho matatu. Ah, na naitwa Macho matatu. Yeah. Sawa. Hiyo kazi yako ulianzaga lini hasa? Yaani kifupi siwezi ya nikakumbuka kwa sababu nilianzaga ningali mtoto mdogo. Yaani sikukuwa sijakuwa na duka lakini nilikuwa ika najikuta mi brandi nikakuvisha na ukapendeza. Yeah. Okay. Kwa sababu unaposema wewe, ushakuwa yaani, wewe ni modo, unavisha watu. Ina maana watu ambao wanavishaga watu ambao ni mamodo wanaruhusiwa kufuga rasta. <laughs> Ah, i eh? Yeah, yeah. Okay. Zako au za yeah. Na vipi, umeshasema wewe ni modo sasa. Sasa kwa kuangalia kwa, kwa, kwa wewe tujue sasa vitu vyako ambavyo ulivyonavyo ni vitu vya thamani, vya thamani ya aina gani sasa. Tunaanza kwenye kiatu sasa. Hicho kiatu mwanangu Hicho kiatu kama hicho kiatu nikikiangalia vipi, kigarimu shingapi? laki mbili tu blaz, laki mbili afu suruali ya hapa elfu hamsini bro, t-shirt ya hapa elfu sitini tano, afu chain chain hizi hapa ni elfu thelathini hizi hapa blaz, thelathini ya lakini ya okay. Naona upo maeneo ya uwanjani hapa, umekuja kushabikia timu gani? Mimi nimekuja kushabikia bedema uzu kwa sababu kuna watoto wazuri bedema uzu, ya yeah watoto. Maana watoto yeah, wazuri wamekuleta. Yeah. Okay, sasa kibanda umefunga ukaja uwanjani, si sindo hivo? Yeah. na unaona kuna watoto wazuri ambao wamekuja kuangalia mpira kwa siku ya leo ndio hivyo. Sasa hivi mwa, hivi mtoto wa kike anaruhusiwa kuja uwanjani kweli? Ah, uh, mnamisizani lakini yeah, kwa sasa hivi anaruhusiwa. Anaruhusiwa. Yeah. Hiyo dunia ya kale ndo walikuwa hawaruhusu kabisa mtoto wa kike kuja uwanjani, unaona blaza, lakini dunia sasa hivi tunaruka na, na, na brand, si wanakwambia wanaruka na brand. Ah, ni kile ambacho wanaweza kusema kwamba kwa sasa dunia inazunguka, inazunguka, kwa, inazunguka kwa kasi kuliko dunia ya zamani. Ya zamani kwa izunguki sana, hamna, lakini ya sasa ah inazunguka kwa kasi sana. Wewe unakumbuka zamani watu walikuwa wanavalia visijui vimaanguo ambavyo vimeenda hivi, yani kipindi cha zamani walikuwa wanasema antonoare. Sasa sasa hivi sisi tunavaa pigo ambazo i na unakuta kuna madada madada wengi nakuta wamevaa masuruali wengine wamevaa vimini wengine wamevaa nguo za kubana, wale sio wanakuwa wanashawishawishi watu kabisa, na wa wenyewe ndo wamekuleta tu nauu, nawangalia uvutiwe nao, amna, mimi nimekuja hapa kuangalia mtu ambaye naweza nikamvisha akapendeza nikapata soko. Ila bado hujapata demu hata mmoja hapa nikiangalia wapo wapo kabisa hapa lakini, wapo kwenye vuruguvurugu kule, wanachezacheza wapo, wapo nishawaona, kwa sababu unajua Mungu alivyotuumba alituumba kwenye saizi tofauti tofauti. Kuna unakuta kuna wembamba kuna wanene kuna warefu kuna wafupi. Wewe sasa kwenye kwa upande wa madada unapendaga saizi ipi hasa? Yani mi napenda mwembamba saizi ya kati yani saizi... yani, unaweza kuwa mwembamba na usipendeze na nguo, unaweza kuwa bonge na ukapendeza na nguo. Yani saizi zote zipo zinaenda vizuri, yani ni wewe tu, kifupi upendeze na nguo ambayo nitakakuvisha mimi hey, yeah. upendeze na nguo. Kwa mfano sasa, umepata saizi saizi ambayo unayoipenda wewe, si ndio? Hivyo saizi ambayo unayoipenda wewe, afu baadaye unamchukua unaenda kuishi naye, afu kwa bahati mbaya akanenepa <laughs> Kwa bahati mbaya kwa bahati mbaya, ah, hayo majio yasikutishi, maana hivi vitu vya kawaida sana tunavizoea uwanjani mm. so sana hiyo yeah. Hey. Kwa yu, kwa yu. Tena tena kama vile watu wa, wa, wa mauzo yeah, ni watu wa mauzo yeah. Yani, mauzo watu wa, wa mauzo ma, kwa sababu nasikia nasikia kuna goli ambalo limefungwa. Ah, ndo nasikia hivyo, lakini mimi sijaona hakika, sijasikia kama kuna goli ambalo limefungwa. Ah, ni kwa sababu ya goli ambayo limefungwa ndo maana napigana sasa, mbona mauzo sana ni watu ambao tukawa tunawakubali sana kwenye ushabiki, unakuta watu wapole sana, wafungwa asifungwe wenyewe wanabaki na vibe ile ileile. Sasa mbona wanaanza sasa mchezo ya ovyo? Kweli wanaweza kuwa na vibe, lakini wa watu wa mauzo, mimi wa wa na wachukuliani washamba kweli, nawakubali lakini, wa kwenye akili bado hawajawa na ile brand ya kujiheshimu ya kusema unaweza ukafanya kitu chako kwa, kwa serious, na kikaonekana ni kitu yaani, wao wanaanza vizuri kumaliza wana kwa sababu unachokijua mauzo kwenye hii round, hii round ya ngapi hii, wameshapita hii round, mzunguku wa apita kwanza wameshapita, nataka wengine kwenye kwenye round ya pili kwa wale kumi na zile timu kumi na sita bora ili waendelee, lakini sasa wanaanza kupigia pigana. yes, inaweza kwa cost lakini ni master kweli, yeah, uh, kwenye kwenye mambo ya mechi, lakini washamba sana blazi. Yeah. Wewe umeshaanza kwa sababu pale Bedeo unakuta pale senta kuna vijana wengi sana wanajifanya kama vile ni ambao wameshatoboa na wakati bado wakingali um, unaweza kashauri nini? Ah, mimi naweza nikawashauri tu watulie. Wa, yaani ukijikuta uko kwenye azii, tembea na azii yako usijikute yaani unajikuta wewe ni brandi wa chini, yani wewe azii ya chini. Alafu unajikuta uwe kama mimi no. Ah, yeah. Sio hivyo brazi. Sawa. Wewe umesema wewe ni macho matatu. Brandi yako ni ya macho matatu, duka lako, jina la, la kampuni yako. Ni macho matatu. Sasa hiyo ya macho matatu mara nyingi na inatoka kwenye masuala ya simu si ndio hivyo? Yeah. hivyo. Sasa wewe waga unamiliki simu ya aina gani? Mimi macho matatu yenyewe. Ya iPhone au iPhone. iPhone. A Yeah. Lakini unamiliki iPhone ile umejiajiri. Sasa, yeah. unaweza wa kuwashauri washaurini wale vijana ambao wanamiliki wana, wana, wana iPhone ya, ya bei kubwa sana lakini unakuta hawana ajira. Ah, ndo washauri tu watafute ah, ajira kwa sababu mwanaume wote usiishi bila kazi, ndo ambayo naweza nikawaambia. Eh, mwanaume wote, yani ukijikuta uwe na kazi fulani ambayo inakutambulisha, nakutambulisha eh, mambo kama haya. Okay, nashukuru sana mwanangu. Haya. Ah, yeah. Tazidi. Nyama sana. Poa poa. Ah, okay, nyama. Ah, okay. E bwana, nimeweza kupiga story hapa na kijana fulani hivi ambaye ambao amesema yeye ni modo ambaye anavalisha watu tu mahali ipo mazingira ambao kuna watu wengi, yeye kuna vitu vyake anaviangalia, anaangalia wale watu ambao wanafaa kuvishwa nguo fulani hivi. Niite kabisa ndani ya Masters TV, nyuma ya kamera ni mwanangu ambaye anaitwa Gakankara, lakini mimi napenda kumuita Fuvu, ndo jina lake, na tukutane wiki ijayo au siku nyingine. bye bye.